Ca Kiswahili gredi ya nane na leo tunaenda kuzungumza ma kusoma kuhusu sarufi, chini ya sarufi, aina za maneno ambapo tunaangalia viwakilishi. Je, nini vya pekee peke? Viwakilishi peke, peke. Na, na, vya pekee, tusome wanafunzi, ni maneno gani maneno yanayotumika badala ya kutaja nomino yoyote ile, na vile vile hakuna kile kinachofanana na kitu kingine. Na unapotazama hapa viwakilishi vya pekee kuungwa kwa mizizi tofauti tofauti, utapata vile viwakilishi vya pekee, na vitatumika na ote, oote, kuna enye, enyewe, ingine kisha tisa, kumi kuna ingine ingine. Na unapotazama matumizi ya haya upande huu wa kushoto utapata kwamba katika nambari ya a ote kuonyesha kwa jumla bila kubakisha, hebu tusome tuzo, mfano ya kubakisha, kama ni wote. Mfano wa wote, kuna wote, zote na vyote. Mfano katika sentensi nani anachukua? Mfano katika sentensi blessing the covenant not to be signed kwa sauti the covenant not so that time vikombe vyote, hakuna kile kikombe ambacho kilifanya nini? Kilibaki vyote kwa jumla, vilisanywa Mbari ya yapaa kuna popote na popote, kuonyesha bila kubagua kitu au kuchagua. Mfano, kuna chochote, yeyote na popote. Mfano nitatunga kwanza, komlite mfano wenu, chochote. Nilete kikombe chochote safi bila kufanya nini? Kubagua na mwanafunzi yeyote aje sio wanafunzi wote sivyo? Mwanafunzi yeyote. Kisha kuna popote, kuna popote kumaanisha nenda popote ukamtafute. Nenda wapi? Popote, popote. ukafanya nini? Ukamtafute sentensi sentensi Naam, Geoffrey mwanafunzi yeyote anaweza kusoma. Kumbuka mwanafunzi hapa hujafanya nini? Mbamabua. Mbamabua. Lam, nambari ya cha matumizi eh, ya enye kuonyesha umilikaji umilikaji, mfano kuna kwenye zenye na ne, mfano <laughs> katika sentensi nani yu tayari? mfano katika sentensi mfano katika sentensi, kwa cha. baria cha. Maxwell Kitabu ilianguka kwenye ametumia ngeli ambayo si sahihi. Anatupea sentensi kwa kuzingatia ngeli inayostahili Jofri. Viti vyenye rangi vilivunjika, viti vyenye rangi vilivunjika, kumaanisha vile viti ambavyo vinamiliki rangi. Ni vile viti vimefanya nini? Vimevunjika. ambai ada tusome ingine kuonyesha nini? Uo, Kwa kulia kuna jingine, jingine na lingine. Nani atatunga sentensi kwa kutumia vingine? John, letee vitabu vingine zaidi ya hivi ambavyo niko navyo, letee vitabu vingine. Sawa sawa? Mwisho, fa ingineo huonyesha ziada au zaidi, na katika mfano hapa kuna penginepo, nyinginezo au wengineo. Mfano katika sentenzi anaka tayari kujaribu mfano katika sentenzi. Hata wale ambao wanatazama, kama uko tayari unaweza inua mkono juu uchague. Naam, Geoffrey waite wanafunzi wengineo, kumaanisha zaidi ya wale ambao wako pale, sivyo? hmm. Mwisho eh, hapo tumeweka nyota. Kwa nini viwakilishi hivi kubadilika kutegemea nini? nomino inayofanya nini? wakilishi tumefikia hapo. Umeelewa jinsi tumekuwa tunazingatia kama tunategemea nini ngeri tunapotunga sentensi, tunapozungumzia viwakilishi vya pekee. Mwisho wanafunzi, nitapeana zoezi katika chati yangu. Unapotazama pale, kuna <clears throat> maneno yamechanganywa pale e, na ningependa uchague viwakilishi vya pekee kutoka kwenye chati hii. Ni chati yetu Chagua wakilishi vya pekee kutoka kwenye chati iliyoko pale ubaoni. Aha, baoniwapekamanzoezi kienda nyumbani ama ukiwa nyumbani katika komedi yako pale, andika pale jibu. Chagua wakilishi vya pekee kiviandika pale chini, itapitia baadaye nikisahihi.